Kipindi cha Mizani ya Wiki kinachoangazia matukio muhimu yaliyojiri ndani ya wiki hii inayomalizikia leo. Mimi ni Jamali Yashim. Kwa takriban dakika 25 utakuwa nami kukufahamisha yale ambayo tumekuandalia. Kikubwa leo tunasema mtaka yote kwa pupa hukosa yote, na hapo sasa majuto ndo yanakuwa mjukuu. Usemi huu umehusishwa na maelekezo aliyotoa Rais Dkt. Samia Sulu Hassan kwa wateule wake, akiwaambia wakurugenzi wa halmashauri na viongozi wengine wenye nia ya kugombea ubunge waseme mapema ili waachie nafasi hizo na mamlaka za uteuzi impandishe aliye chini yake kushika wadhifa huo na kuondoa ombwe la uongozi. Maelekezo haya ameyatoa wakati akifungua mkutano wa 39 wa viongozi wa jumuiya ya tawala ya serikali za mitaa ALAT. Kauli yake inakuja wakati taifa linajiandaa kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Msisitizo ni kwamba ni vema wakatoa wa taarifa mapema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 Sasa, usipojisema mapema, ukija ukichukua fomu mbele, umekosa yote, na kauli ambayo inampa nafasi sasa, ili wao wanaoenda waende, ili na yeye aendelee kutengeneza serikali ili iwe serikali nzuri. Si vema wakaondoka bila kutoa taarifa mapema, ili maandalizi yafanywe ya watu wa kuchukua nafasi zao, ili kazi ambazo walikuwa wanazifanya zisiweze kutikisika, ziwe na mwendelezo mzuri. Kimsingi, kila mmoja ajipime na kujipima kwako ni yale ambayo unaona yanafaa kwako, jipime kabla ya kuamua. Maagizo ya mheshimiwa rais Dkt Samia Suluhu Hassan ndio mjadala wetu katika kipindi hiki cha Mizani ya Wiki. Studio ni naye Dkt Richard Muda, karibu sana, habari za wakati huu? Asante sana. Dodoma tutajiunga <laughs> na James Kasusura, 2020 alijitosa kuwania nafasi hiyo wakati akiwa mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya. Tutajiunga naye ili kufahamu kulikoni Lakini kule mwanza tunaye abdi makange yeye ni katibu tawala wa wilaya ya misungwi karibu sana asante sana nianzie kwako wewe katibu tawala abdi makange umejiandaje na wewe ni miongoni mwa wale ambao wanatamani nafasi ya ubunge uh, asante sana mimi kwa sasa hivi kwa kweli sitamani kwenda kugombea mm-hmm. Nadhani nafasi ambayo mheshimiwa rais ameniteua bado kwa imani yake, bado natamani sana kuendelea kuitumikia. Kwa hiyo kwa sasa hivi sifikirii kwenda kugombea nafasi ya ubunge. <laughs> Asante sana kwa kuweka wazi mapema, lakini tutarejea kwako katika mjadala huu eh. Nashukuru sana. Tuelekee kule Dodoma kwa James Kasusura, aliwahi kuwa mkurugenzi wa jiji la Mbeya lakini baadaye alijitosa kuwania nafasi ya ubunge ishirini ishirini. James, eh, ilikuwaje na kwa nini uliamua kujitosa wakati wewe ulikuwa ni mteule wa mheshimiwa rais eh, kipindi wakati huo 2020 20 ukaamua kujitosa kuwania nafasi ya ubunge? Ah, nashukuru sana nashukuru sana kwa swali lako zuri eh, ni kweli kabisa mimi ishirini ishirini nilijitosa kuingia katika kinyang'anyiro hicho eh, cha ubunge na bahati nzuri au mbaya, mimi wakati ule nilikuwa na karibia karibia kufikia muda wangu wa eh, kustaafu utumishi serikalini, ingawa ilikuwa bado bado kidogo, lakini nikaonyesha nia na nikatoa taarifa serikalini eh, kwa mheshimiwa rais, kwa utaratibu ambao eh, upo kiserikali. Uh, nikaandika maombi yangu na yakaenda yakamfikia Bahati nzuri, Mheshimiwa Rais wa wakati ule Dr. John Pombe Magufuli, na kwa bahati nzuri sana mwenyewe kwa mdomo wake akanipigia simu na akanieleza kuyapokea ma, maombi yangu mm. na akafurahi kwamba nimeonyesha nia hiyo, lakini akanieleza kwamba bwana Unajua, kwanza yule alikuwa ni mzee ambaye alikuwa hapendi kukupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Kama utendaji wako ni mzuri, atakwambia wewe ni mzuri, na kama utendaji wako ni wasiwasi au mbaya, atakwambia live, wasiwe watoto wa Kiswahili wanasema, anakuambia live, hamung'unyi maneno, anakuambia kabisa kwamba unani unafanya kazi vizuri au vibaya. Kwa hiyo mimi aliniambia kabisa kwamba bwana, wewe unanifanyia kazi zangu vizuri hapo Mbeya, utendaji wako ni mzuri kabisa kabisa, na ningetamani sana uendelee kuwepo hapo lakini, kwa sababu umeonyesha nia yako mapema mm, basi mimi ninaunga mkono wewe, nenda ka, ka, ka, ka jaribu bahati yako huko e, iki, ukitokea umepata okay, na ukikosa basi, lakini utendaji wako ni mzuri. Lakini sambamba na hili la sasa ambalo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa angalizo hili, kwa kweli kwanza nachukua nafasi hii kumpongeza kwamba eh, agizo lake limetoka kwa wakati sahihi kabisa, limetoka mapema, kwamba wale watendaji wetu wa serikali wajitathmini kwanza kabla ya kufikia maamuzi hayo. uamwe, usiwe popo wewe ni ndege au sio ndege? Wewe ni mnyama au sio mnyama? Vyote unataka? Hapana. Kwa hiyo agizo lake ni sahihi kabisa limetoka kwa wakati. Kwa hiyo watendaji wa serikali kwanza wajipime, anaweza huku au anaweza huku, anataka huku, okay? Au hataki huku? Kwa hiyo, sasa, lakini ni kwa nini kasusura, lakini ni kwa nini watu wana wanakimbilia kule kwenye ubunge, wasiridhike na nafasi ambayo ni uteuzi wa Mheshimiwa Rais vile vile A, ni unajua siasa ni kama ulevi. Siasa ni kama ulevi. Mtu yeyote ambaye ameisha jaribu siasa hatoki huko. Hatoki huko. Anaendelea kutaka huko. Anaweza pengine alijaribu ishirini ishirini au kumi na tano, akakosa au akapata, whatever lakini kwa sababu siasa iko kwenye damu yake, basi anaona bado ana hitaji kujaribu tena huku. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukamwona alijaribu ishirini ishirini, pengine akakosa, akateuliwa kuwa katibu tawala au akateuliwa kuwa mkurugenzi au akateuliwa kuwa eh, mkuu wa wilaya, lakini kwa sababu eh, matamanio yake yeye ni siasa pase. Unajua, unapokuwa mkuu wa wilaya sio mwanasiasa, unapokuwa mkurugenzi si mwanasiasa wewe ni mtendaji sasa, ila mbunge ni, ni mwanasiasa pase. Kwa hiyo ndio maana eh, watu wengi wanateuliwa huku lakini bado anatamani kuwa mwanasiasa awe mbunge. Kwa maana hiyo hata kama alipata uteuzi kwenye nafasi fulani ya, ya kitendaji ya serikalini basi alimradi bado ana ana matamanio ya kuwa mwanasiasa, ndio maana unaona bado anataka ajaribu huko. Asante sana, nitarejea kwako katika eneo hilo na kule Mwanza nitarejea vilivile, nije hapa studio kwa Richard Mbunda. Umewasikiliza wote no, no, wakitoa maoni yao, Mwanza akisema mm, hapana mm, yeye ni mteule wa rais no. eh, eh, Richard Kasusura anatueleza sinario mm, yake hali yake na namna ambavyo matamanio ya kuwa wanasiasa yanapokuwa, lakini inapokuja eh, ile angalizo eh, ambalo amelitoa mheshimiwa rais kwamba watu wanakimbizana sasa, naam. <laughs> Wanaacha zile nafasi. Kwa nini hawasemi mapema? Je, ndio kutumia rasilimali za serikali vizuri ili kujiimarisha katika eneo husika ama ni nini hasa? naam. Uh, tuseme hii kauli imepokelewa katika hisia tofauti tofauti, mm. na wadau mbalimbali kwa sababu kuna wadau wengi ambao hii kauli inawahusu, kwa mfano hawa ambao wanalengwa mm. Yani, tuzungumzia labda wakurugenzi, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya madasi mm. Eh, na marasi mm. Uh, kimsingi inakuwa kama ni mtego kwao <laughs> kwa sababu ni kama vile wanaambiwa wajipime <laughs> eh. Na James Kasula amesema vizuri kabisa hapa kwamba mm. Lazima tujue wewe upo upande gani mm. Eh, sawa, kwa hiyo wewe jitanabaishe, jif, au jif, jif, jif, jif, jifafanue mapema Mape. kwamba unataka kwenda kwenye siasa pase uh, mm. au ubake kwenye hiyo nafasi ya, ya uteuzi mm, sawa eh? mm. Kwa hiyo ni kama vile unaingizwa kwenye, kama ulivyosema, <laughs> kwenye mchezo wa patapotea yeah. eh, lakini mm. uh, kuna wadau wa wa kundi la pili mm. eh, tuseme labda pengine wadau wa kisiasa hasa mm. tuseme wa vyama vya upinzani mm. na sana sana kwa kuzingatia mm. siasa za, za, zetu za Afrika na hapa Tanzania mm. upinzani mara nyingi sana unakuaga na wasiwasi sana na, na, na, na chama tawala mm. na hasa eh, kwa bahati mbaya sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan naye ni mgombea katika uchaguzi. Mm. Kwa hiyo mtu akisikia hii kauli anasema kwamba ah, Mheshimiwa rais hapa anataka kujipanga sasa. <laughs> <laughs> anataka aende apange safu ya watu wake mm. ili wao wajihakikishie wa, wa labda ushindi katika mm. uchaguzi unaokuja sawa. Hizi iz ni hofu ambazo labda wadau hasa kutoka uh, upinzani wanao mm. Hmm. Lakini watatu wa yani, um, tathmini uh, ya, ya, ya tatu ambayo anaweza kuitoa katika kauli hii hmm. inatokana na ukweli kwamba uh, chaguzi nyingi hasa Afrika uh, ni rahisi sana kuingia kwenye kwenye vurugu hmm. sawa, kwa na, hiyo ulinzi unatakiwa uimarishwe. Sasa viongozi wakubwa ambao wanalengwa hapa, ukizungumzia kwa mfano mkuu wa mkoa Mm. ndo ambaye ni, ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa. oh, yeah. Sawa eh? Kwa hiyo akiondoka tu alafu akaacha mkoa katika mazingira ambayo sio mm. Uh, ni rahisi sana kuwa na vinyemelezi vya vurugu katika mkoa ule. Sawa, sawa eh? Mkuu wa wilaya hivyo mm. Hivyo mm. Sawa mm. ndo mkuu, ni mwenyekiti mwenye wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya mm. eh, dasi ni mjumbe muhimu sana katika kamati hiyo ya ulinzi na usalama hmm. Sasa hao watu kama wakiondoka, alafu wakaja watu ambao kama anavyosema mheshimiwa rais, aona uzoefu ni ngumu sana kuweza kusimamia usalama vizuri, kwa sababu huo ni mtego vilevile, hasa kwa chama tawala. Hawa kukataza hajawakataza <laughs> sawa eh? Eh, lakini anataka angalao katika huo upande wa ulinzi na usalama hmm, pawe intact sawa eh, na tuhakikishe kwamba nchi inavyoingia kwenye uchaguzi panakuwa na, na, na zile, zile, zile, zile kamati ambazo ni za ulinzi na usalama zimekamilika zime mm. na ulinzi na usalama upewe hadhi yake inayostahili. mm -hmm. Sawa. mm -hmm. Kwa hiyo uki, ukiangalia katika tafsiri hizi tatu utagundua kwamba ndo maana ilisema ni kauli ambayo imepokelewa katika hisia tofauti. Sasa, sasa, kuchelewa kwao. na. ni kuendelea kujiimarisha kwa kutumia rasilimali za serikali mm. ama ni nini? okay. Uh, kwanza hao viongozi wana wana tuseme wana faida, wana mm -hmm. faida moja. Sawa okay. Wengi wanatumia rasilimali za, za, za umma kama magari na kadhalika na mm hata -hmm. ile tu hadhi mm -hmm. Eh, unajua mkuu wa mkoa kwa mfano anavyoenda jimboni mm, e, yani, hali yake ni tofauti <laughs> eh, na mtumishi mwingine wa kawaida anaye toka anasema ngoja niende nikajaribu. Sawa e, kwa hiyo na na, na, na uki, wakiondoka mapema hivi mm, ina maana kuna miezi kadhaa hapa anakuwa me, am, ameacha kunufaika na zile rasilimali. Kwa hiyo ndio maana wanaendelea kungangania kule. Sasa ni maana, ni ndio maana labda pengine wanasukumu mapema ili aamue ili <laughs> asiendelee kunufaika na rasilimali, lakini lakini vile vilevile kujaribu kuleta uwiano sawa wa wagombea wanaoenda kuitafuta hiyo nafasi. Asante sana, twende kule Mwanza kwa Abdi Makange Hei. Ni katibu tawala wa uh, wilaya ya Misungu tuone kama hiyo eh, hiyo hali ambayo tunasema watu kutumia rasilimali eh, ipo kwake eh, na, na ana kontrol vipi kwa kuna hao watu kwanza huko nani huko Misungu ambao ni watumishi wa umma ambao kwa namna moja au nyingine umewasikia wakiwa waki na nia hiyo ya, ku, ya kutafuta hiyo nafasi na. Abdi, unanisikia vizuri na, na, na, na kusikia kwa mbali sana na, na, nasema kwa mbali sana. Umemsikiliza uh, Dr. Richard Mbunda akieleza kuhusiana na watu kutumia rasilimali eh, kuendelea kujinufaisha ndio maana wanachelewa tangaza nia zao mapema. Ukiwa kama katibu tawala, wewe ndio msimamizi wa masuala hapo yeah, ya utawala na, kuna hao watu ambao unahisi wameonyesha nia huko misungu yani, naam yani na, basi wakati tukikaa sawa sawa tuelekee kule dodo, Dodoma kwa James Kasusura ambaye na yeye natufuatilia James, ukimsikiliza Dr Richard Mbunda kuhusiana na umuhimu wa kusema mapema ili kuhakikisha kwamba basi pana pana pana hao watu ambao watakolinda usalama wa mkoa, unapata tafsiri gani kwa maelezo ambayo ameyatoa Daktari Richard Mbunda? Ah, ni kweli ni kweli dokta alichokisema ni sahihi kabisa kabisa. Unajua, kwenye wakati wa uchaguzi eh, ni wakati eh, delicate kidogo kwa kwenye mambo ya usalama eh, katika eneo kila kila eneo mm. Nikitolea mfano kwa mfano eh, jiji la Mbeya nilipokuwa mimi eh, nikikumbuka wakati ule eh, maeneo ka, a, a, a, a, asilimia 75 ya, ya, ya, ya, ya, ya madiwani walikuwa upinzani CCM, mm. walikuwa kama asilimia tano kama mm. robo mm. Sasa na vijana ni wengi, usalama mi, mi, mihemko wakati wa kampeni, wakati wa e, kuzunguka kujinadi na kadhalika na kadhalika, kwa kweli ni hali ambayo inahitaji uzoefu, inahitaji watu makini e, na, na kadhalika. Sasa mnapokuwa kwa mfano viongozi E, wazoefu wa wameondoka, wamekwenda kwenye majimbo tofaut, tofauti tofauti, kugombea, wamebaki wa, watu e, wasaidizi wao ambao hawana uzoefu wa kutosha katika e, nyakati za vurugu na za mihemko mingi mikubwa kama hiyo inakuwa ni hatari sana na ndio maana angalizo la, la Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika kipindi hiki, kwa kweli mimi naona ni mujarabu limekuja, ni wa, ni wakati mwafaka kabisa kwamba e, wanaojipanga kwenda majimboni waonyeshe nia, ili wampe nafasi mheshimiwa rais na timu yake kuandaa watu, muhi, watu makini wana, wenye uzoefu wa kuweza kuhudumia wananchi katika nyakati hizo ambazo zinahitaji utulivu na amani kwa kipindi kikubwa, kwa sababu mkikosea kipindi hicho, mkikosea kidogo e, kipindi hicho cha uchaguzi, hali inaweza ikawa mbaya mbaya kabisa, na amani ikitere, ikitetereka kidogo, kuirudisha ni ghali sana. Ni afadhali uendelee kuimudu kuidhibiti e, hali ya usalama iendelee hivyo hivyo kuliko ukiiachia kidogo ikalipuka, kuirudisha ni ghali sana. Kwa hiyo mimi nadhani wazo hilo eh, na agizo hilo Mheshimiwa Rais amelitoa sahihi kabisa. Huu ni muda sahihi kabisa, mtu ajitambue, aamue mimi naenda kushoto au mimi naenda kulia. Asante sana James ah, ah, hapa, hapa, ni Asante sana James Kasusura eh, kwa mtazamo wako na maoni yako kuhusiana na hilo hilo ambalo ambalo Mheshimiwa Rais amelisisitiza. Twende kule Mwanza naambiwa mambo tayari yako eh, yameshaiva na tunasikika na tunaelewana vizuri na bwana Abdi Makange, katibu tawala wilaya ya Misungu. Bwana e, Abdi umemsikia James Kasusura kidogo na umemsikiliza Dokta kuhusiana na umuhimu wa watu kusema mapema e, nafasi zao, yaani kujitangaza, kuweka, kuweka, kusema nia zao mapema ili kumpa basi Mheshimiwa Rais nafasi ya kupanga safu yake e, hili kwako unaweza ukaeleza vipi, ukiwa kama katibu tawala sasa wa wilaya Musungi na we ni miongoni mwa watu ambao mpaka sasa hivi hawajaonyesha nia na hawatoonyesha nia kwa mujibu wa maelezo yako. Uh, mimi nadhani swala la kuweka mheshimiwa rais kulizungumza mapema ni swala zuri, ambalo kimsingi nafasi za, za uteuzi kwa mfano mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, mkurugenzi ni nafasi ambazo kwa kweli zina uwakilishi zina, zina wa mheshimiwa rais. Sasa wanapo wanapokwenda wanapo kwa kushtukiza, kwa maana mheshimiwa rais anakuwa anajua kabisa sehemu fulani kuna watu wangu wananiwakilisha vizuri, lakini ghafla wanapoomba uh, nafasi ya kwenda kugombea, maana yake nafasi zile zinakuwa wazi. Sasa hiyo inakuwa ni changamoto katika katika utendaji wa kazi kitu ambacho kinaathiri sasa utenzaji wa kazi na katika kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo nadhani Mheshimiwa Rais amezungumza sahihi na amezungumza wakati mwafaka, ili yule ambaye an, an, anadhani na kufikiri kwamba an, anataka kwenda kugombea, basi ni vyema akasema mapema, ili Mheshimiwa Rais aweze kuteua mtu mwingine ambaye atakwepo pale, ataendelea kufanya majukumu yale, kwa sababu kutokuwepo kuto, kuto, kuto kwa hao watu maanake kuna kwenda kuathiri huduma kwa wananchi. Kwa hiyo nadhani limetoka uh, ni, ni, ni, ni maelekezo hayo Mheshimiwa Rais sahihi kabisa na kwa wakati mwafaka. Yeah. Uh, asante sana uh, bwana Abdi Makame unatusikiliza kwa tabu lakini tutarejea kwako eh, baadaye ili kuona eh, mtazamo wako na maoni yako kuhusiana na hili ambalo tunalijadili hapa, Richard Buda. Naam. Kuna kitu ambacho amekizungumza uh, Kasusura hmm. Kuna kitu amechozungumza Abdi Makange no. Kuhusiana na huo utitiri wa watu ambao wanakimbilia gezi nafasi. Kwa nini wote hawa ni wateule wa rais? hmm. na wanamwakilisha rais? hmm. kuna nini huku? naam kuna hapo, vilevile kuna mchanganyiko wa hisia, kwa sababu kuna wale ambao wanadhani kwamba wanataka kuwa huru kwenye siasa, sawa hmm. kwa sababu hmm. ukichaguliwa uki na wananchi hmm. Uh, wewe unakuwa ni kiongozi huru ambaye mm. mwajiliwa wako ni nani? <laughs> Yani, bosi wako ni eh. <laughs> <laughs> ni wananchi wale waliokuchagua, sawa mm. So, eh? so. ni tofauti sana mm. na ukipata uteuzi kwa sababu mm. ukipata uteuzi mm. yani, siku yoyote mamlaka ya uteuzi inaweza ikaamua kwamba hujatekeleza majukumu vizuri eh, unaondoka kwenye nafasi <laughs> uwe mkuu wa mkoa uwe mkuu wa wilaya au <laughs> uwe uwe dead mm. na kadhalika unaona na, eh? mm. na ndio maana kuna kuna kuwa na hiyo mivutano mm. sawa eh? mm lakini ili la kwanza, lakini la pili uh, inasadikiwa kuwa na, juzi nilimsikia uh, makamu wa rais wa chama cha Chadema mm. uh, Mheshimiwa John H anazungumzia uh, inasadikia kwamba kule bungeni kuna maslahi mazuri sana, na wale waheshimiwa wanasifika kwa kujimegea, yani kujipigia mapande uh, katika maslahi yeah. Kwa hiyo labda pengine wengine wanadhani kwamba wakienda kule wanapata maslahi mazuri zaidi mm. eh, uh, mshahara mzuri, marupurupu mazuri mm. na kuna kinua mgongo kila baada ya miaka mitano mm. eh, kwa hiyo ni namna ambayo eh, inawavutia watu mm -hmm, tofauti na huku na kingine kidogo, ambako na ndio maana unakuta kwa mfano mm. katika nafasi ya kimamlaka ukuu wa mkoa ni nafasi kubwa sana, kwa sababu wewe una, una unatawala mkoa. Mkoa. Yeah. mkoa mzima na mkoa unaweza kuwa na majimbo mpaka tisa mm, hapa kwetu eh? Eh, kwa hiyo wewe ndio ni bosi sawa, eh? na wewe ndo miradi yote vile vile, ni bosi vilevile kwa sababu ni mwenyekiti wa kamati ile ya nani mm, mm. inayoshughulika na miradi ya kimaendeleo mm. Sawa, tumesema vile, vile ndo mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na sawa. Yani wewe ni bosi mm, lakini unaweza kukuta mm. mtu anaamua aache mkoa mm. aende kwenye ubunge sawa, ambayo ni jimbo tu. Muda unatupa na mkono haraka haraka, tuende kwa Abdi eh, Makange. Kuna watu tayari wameshaanza umesh, umesh, kupita kwenye ofisi zako kwa, kwa kuomba Eh, barua au mabarua barua, barua, barua zimeshaanza kukupitia katika ofisi yako kwa ajili ya watu ambao wameshaanza kutia nia ili kuhakikisha basi unapeleka kwenye mamlaka nyingine na waweze kufanya hizo, waweze kufanya hizo kuchukua hatua nyingine ukiwa kama katibu tawala. Anasema kuna watu tayari wameshaanza kuonyesha nia kupita kwenye ofisi yako kwa sababu ya kuomba hiyo ridhaa. Sasa kwa sababu si lazima wanzie kwako kama katibu tawala ya kwa sasa hivi bado bado sija sijapokea barua yoyote na na nadhani, kwa sababu Mheshimiwa Rais amezungumza juzi tu hapa muda si mrefu, labda wanajiandaandaa. Kwa hiyo tuendelee kusubiri kuona. <laughs> tuendelee kusubiri kuona. Asante sana Bwana Abi Makame, ikifika hatua hiyo tutakufuata tena kukuuliza wamwenge wapi wamejitokeza na kujua tuna tunaendelea vipi. Kasusura, tuna dakika chache za kumaliza kipindi chetu. Nini ambacho katika haya mazungumzo yetu unaweza ukakihitimisha nacho baada ya kumsikia bwana Abdi pamoja na Dr. Richard mbunda kuhusiana na haya mazungumzo ambayo tulikuwa tunafanya hapa studio? Ah, kwa kweli mimi ni, ni, ni, ni kuwatakia tu heri wote wanao taka kuonyesha nia zao lakini mm, pia wawe wa makini wamsikilize kwa umakini Mheshimiwa Rais anataka nini, na wasitake wa, wa, wa kutaka ku, Mheshimiwa Rais imemsikia anasema mtaka yote kwa pupa hukosa yote. Sasa wasije wakawa unataka ukuwa wilaya huku unataka ubunge huku unataka nini. Angalia hapo ulipo. Je, unafanya vizuri? Basi kama unafanya vizuri, simama hapo, tembea na mheshimiwa rais. Lakini At kama unadhani uh, unataka kushoto ubunge huku na nini, basi kama una uhakika wa hicho nenda. Lakini ameshakwambia kabisa kwamba mtaka yote kwa pupa hukosa yote, usije ukakosa yote ukawa, <laughs> e, ukaja kujuta. Asante sana, majuto ni mjukuu, sisi tunasema sisi tunasema majuto ni mjukuu. Asante sana Bwana James Hmm, Kasusura kutoka Dodoma. Ni kushukuru sana nawe, Dr Shukuru Richard Mbunda na, ukiwa hapa studio na kule Mwanza tulikuwa bwana, tulikuwa na bwana Abdul Makange, yeye ni katibu tawala wilaya ya Misungwi. Ni kushukuru sana kwa muda wako Bwana Abdul, Abdi Makange, asante sana. Niseme tu hiari na muhtari unabaki kuwa kwa watiania kuchagua kuchagua ama kuchanga karata zao vizuri. Sisi tunawatakia kila la heri katika huo mchakato wa kuwania nafasi ya ubunge, udiwani na mambo mengine. Asante. Mimi ni Jamali Ashim, nilikuwa nakuendeshea kipindi hiki cha Mizani ya Wiki kwa takriban dakika 25 na muda wetu ndio umetia nanga. Mwisho wa kazi.